Kuna hadithi fupi e, ya utani kidogo, kati yangu mimi na Skofu Stefano Musomba, usikasirike, haya mambo ya zamani. <laughs> Na Waswahili wanasema mavi ya kale hayanuki. Tulipokuwa Maua seminari, yeye akiwa kidato cha kwanza, mimi nikiwa kidato cha tano, Nilikuwa na zamu ya kufundisha wimbo pale, kwa sababu tulikuwa waseminari wana muziki kadhaa. Nilipewa nafasi siku hiyo nifundishe eh, wimbo eh, kwa waseminari. Basi nikafundisha wimbo mmoja unaimbwa hivi: mitume wa Bwana, majitu ya sifa yenye kumfata Bwana mitume wa Bwana majitu ya sifa yenye kumfata Bwana kutangaza neno lake. Sasa wimbo huo siku hizi umerekebishwa, ume sio majitu ya sifa, ila watu wenye sifa. Maana ukisema majitu ya sifa yani, jitu linatisha. Basi toka siku hiyo, Baba Stefano Msomba alianza utani na mimi, kila tukikutana nje ananiita jitu la sifa, na mimi nikikutana naye nje namuwahi, namwambia vipi eh, jitu la sifa. Nilipopata waskofu akaniwahi akanitania akanita wewe, nilisha kwambia we jitu la sifa wewe. Haikupita muda mrefu, yeye akatangazwa kuwa askofu msaidizi wa Dar es Salaam. Nikamwahi nikamwambia, wewe ni jitu la sifa. Jitu la sifa hilo. Sasa ninyi Mtahukumu kati yangu mimi na Msomba, nani jitu la sifa? Sisi sote tuliopo hapa ndani ni majitu ya sifa. Hata ninyi nyote ni majitu ya sifa. Basi tumfuate Bwana Yesu kwa maneno na matendo yetu yaliyo mema. Namalizia kwa maneno ya Mtakatifu Agustino. Kwa sababu wewe ni mwa Agustiniani, basi nimechagua maneno haya ya Mtakatifu Agustino anayetufundisha kuwa katika maisha yetu ya kila siku tuhakikishe kwamba waliokata tamaa wanatiwa moyo, walio dhaifu wasaidiwe, wapinzani wa Injili waelekezwe, wajinga wafundishwe, wachochezi waangaliwe kwa makini na kunyamazishwa wenye majivuno wafundishwe unyenyekevu, wanaogombana wapatanishwe, maskini wasaidiwe, wanaonyanyaswa wakombolewe, watu wema wapongezwe, watu wabaya waonywe, na watu wema wapendwe.